Iwapo ulidhani talaka huzikumba tu ndoa changa, ulikosea. Maisha ya ajuza huyu mwenye umri wa miaka 80 kutoka kaunti ya Kitui yanatoa picha kamili ya namna hata ndoa iliyodumu kwa miongo sita inaweza kusambaratika, kwani hata katika uzee huu ametalikiwa na mumewe. Waliishi pamoja tangu mwaka wa 1956 na tangu niolewe sisi hatukuwa na kichaka, tulikuwa tukilala kwa mti, tunangojia mtu anapika, tunaingia kwa jiko na bwana wangu, tunalala tunaingiza nyasi tukalala, mpaka nikazaa watoto sita, hatuna nyumba, hatuna kichaka. Nikizaa mtoto wa sita ndio tumepata kichaka, tukanunua na bwana wangu Joyce Mutadhia Kimanzi anadai ni kupitia juhudi na ushirikiano na mumeo Timothy Kivaa ndipo walimudu kujinunulia kipande cha ardhi. Hata hivyo, uchungu alio nao ni jinsi mumeo huyo alivyoamua kumpa talaka na kumuoa mke wa pili. Kusikitisha hata zaidi ni kwa tayari nyumba yake imebomolewa, hivyo kumfanya kose makao kabisa. Naamua nilutishwe kichaka changu, ikiwa sikulutishwe kichaka changu, ikiwa nilikuwa mfanyikazi kwa bwanangu anilive miaka hiyo yote nende nikanunue mahali mm, pengine mm hata -hmm. Hakuna mtoto wangu amejua kana ako na shamba ameuswa, maana niko na mtoto ako na nyele nyeupe kama mimi na ajui kama kuna kicheka kinauswa. Ajuza huyo aidha na mtuhumu mume kwa kukosa kuzitambua juhudi zake, hali anayesema imemfanya kumtia aibu na fedheha kwa kuliuza shamba hata bila ya kumfahamisha. nimesumbuka Inikisikia hii imeuzwa, nikikimbia huko ingine imeuzwa. Sasa sina macho, sina miguu, nitaelekea wapi? Hata hivyo, mmeo ameapinga madai hayo yote na kushikilia kwa kamwa ya juza huyo hakuwa na shamba lolote. Shadrach Miti, QTV.